Kwa sasa mimi sijui na sitaki kujua, ila na ana kuahidi chichi nitajua. umeongea nana? Ana jana kwa mara ya kwanza nimeongea naye, lakini yeye amekataa. <laughs> ila macho yake anasema ukweli. Unajua, anatumia mdomo kusema uongo kwa sababu anausikia, lakini macho yake anamsaliti anasema ukweli ulikuwa kwenye kirindi cha moyo wake, hayo ni macho yake. Ila kupitia macho yake nimeelewa kwamba Ana anasema uongo. Swali la msingi na lenye tija, unataka nini kitokee? Kama familia walishaongea sana, washapiga kelele sana kwenye hiyo, na saizi amebaki mama peke yake, anaelia kwa ajili yako lakini ukiona ndugu wote